Ah, Bwana Yesu asifiwe sana. Ah, mimi ni Mama Linda Wilson Kimaro, ni mwinjilisti wa kudumu, lakini nilikuwa mwasisi wa idara ya WWK Taifa na nimetumika huko katika hiyo idara kwa miaka 26. Nilitumika kwa miaka hiyo yote na baada ya miaka hiyo tumemaliza miaka hamsini ya taifa ya kanisa. Kwa hiyo nilitunukiwa zawadi ya, ya, ya, ya jiwe la ushindi, ni kama dhahabu lakini ni, na, ni, ni aina ya jiwe lililotengenezwa vizuri kama almasi na nimefurahi kwa sababu katika kuendelea kumtumikia Mungu kama mwinjilisti. Baadaye nimekuwa na watoto, nimekuwa na wajukuu, sasa hivi nina watukuu. Ninatamani sana kama wanawake wanaomtumikia Mungu wan, wangeinuka zaidi kila wakati wa mkutano wa wanawake. Tangu nimeacha kiongozi wangu waliochukua nafasi wa pi, wa kwanza na wa pili, ambaye anaendelea sasa bado wananialika kwenye mkutano wa kitaifa kwa sasa hivi utakuwa kwenye mwezi wa sita. Tulipe, niliona walifanya vizuri sana kufanya mkutano wa taifa huo mwezi wa sita, kwa sababu wanawake watapatikana wengi, watoto wamefunga shule wako nyumbani, kwa hiyo tutapatikana wengi. Hiyo ni kitu cha kwanza, kwamba ningetamani na kutoa mwito wanawake viongozi wale wanne kama wanne hasa wanne wa kila kanisa la mahali pamoja wangekuja wote kwenye huo mkutano wa taifa, kwa sababu tunapata tu mafundisho mazuri. Alafu viongozi wanawaalika waalimu wa, wa, wa aina mbalimbali, waalimu wa maisha ya watoto, vijana wamekuwa watu wazima, watuishije nao? Tuwafundishe nini maisha ya ndoa, maisha ya vijana wanaokaribia kuoa, haya na masomo ya kumtumikia Bwana kama wanawake watumishi wa Kristo. Hapo mwanzo kitabu chetu cha WWK kiliandikwa na wamishenari, wakaandika wanawake wa Kikristo. Nilikuwa natumika na hawa wachungaji nika wamishenari, nikamwambia hiyo haitoshi, kila mwanamke ni Mkristo, lakini andikeni kitu cha kuonyesha, tutoe kitabu kinachoonyesha, kinamfundisha mwanamke kuwa mtumishi wa Mungu. Na kwa hiyo kitabu chetu kikaitwa kitabu cha wanawake watumishi wa Kristo, na kina mafundisho mazuri. Nawaomba wanawake kipata nafasi ya kunisikia mchukue kile kitabu, kwa sababu kina maeneo mbalimbali mwanamke aishije na utumishi na huku na mume na watoto, mwanamke sehemu gani inamuhusu sana katika kuongoza, aishije na mke mume wake, na huku ni mtumishi ambaye anategemewa. Nawaomba wanawake mjitahidi. Na jambo la tatu, na nawapenda kuwatambulisha kitabu changu cha kwanza nilichoandika ambacho kinaitwa mm, Nilikotoka, lakini kina maisha yangu: maisha ya, ya usichana, maisha ya kuolewa, maisha ya kuwa mzazi na maisha ya utumishi. Kwa hiyo na hichi kitabu ni kizuri sana kwa sababu naandika na huku nasoma Biblia. Nimekuwekea na mistari, utasoma utaona habari za kina uh, watumishi wengine wanawake waliotutangulia kwenye Biblia, maisha ya Debora, maisha ya Hana, maisha ya wanawake wengi katika Biblia. Ukisoma hapa utaona wengi kina Hana na nani, na kitabu hiki changu cha kwanza kinauzwa shilingi elfu kumi. Hiki ni kitabu changu cha kwanza, na kitabu changu cha pili uh, samahani, hiki ndio cha kwanza, alafu nikaandika hiki. Hiki cha maombi ndio cha kwanza. Nilisema wanawake muwe, tuwe, wawe waombaji, kwa sababu watu wanawake wengi waliofaulu kama kina Hana mama wa Samueli na wengine na wengine walikuwa waombaji. Ndio sababu WWK haitwi chama cha wamama, kinaitwa chama cha wanawake. Ukisema wamama tu, maeneo mengine wasichana waje kwa sababu wajao wamama, mama ni mtu mwenye watoto. Kinaitwa chama cha wanawake watumishi wa Kristo. Kwa hiyo nakushauri wewe unayeniona au kunisikia ununue kitabu cha maombi hichi ni kitabu changu cha pili. Kitabu changu cha tatu sinacho hapa, lakini kinaitwa utumishi uliotukuka, na kitabu changu hiki cha maombi. Kwa kuwa napenda sana vijana, na huyu mtumishi wa Mungu anaye ni rekodi hapa ni kijana, nampa kitabu changu cha maombi, kwa sababu pia namuona ni baba wa nyumba ataomba sana kwaje, na hii kazi yake pia ni nzito, inabidi aombe. Basi nitampa kitabu changu cha Utumishi Uliotukuka, nilikitengeneni kiandika eh, wakati nina miaka kama sabini, ndio nilianza kuandika hichi nilikotoka, alafu na hichi cha maombi hiki ni cha mwisho. Kile cha utumishi uliotukuka ni cha tatu. Niandika kama nilivyowaambia, macho yangu hayana shida sana, na kwa sababu ya umri ndio sababu navaa miwani ili macho yasififie sana. Lakini nasimama na, si na keti, naweza lala chini ndio nikaomba, naweza kupiga magoti kidogo, lakini nina Umeisha amini, maombi ndiyo yanayoimarisha huduma sa wachungaji, sa wamishonari. Maana siku hizi tuna wamishonari wenyeji. Tumekuwa na idara ya wanaume ambayo tunayombea sana iwe na nguvu, kwa sababu mwanaume ni baba, lakini pia mwanaume ni mfalme unuulimwengui kichwa katika nyumba yeye, angetakiwa kufaulu zaidi katika mambo ya kifamilia. Kwa kweli ninaendelea kuwahimiza wanawake wale ambao tunatakiwa kwenda kwenye mkutano mkuu e, siku hizi wamefanya vizuri, wanaweka si viongozi tu, lakini hata mwanamke wa kanisani ambaye amekuwa na utumishi mwingine, mwalimu wa Sunday school, labda mwalimu wa Kristo wapya, maana tuna watu kama hawa, si tunakuwa na watu kama hawa na au mwingine kiongozi wa idara nyingine, tuna idara ya jamii, tuna idara ya wana uh, vijana, ina uh, wadada wenye uwezo wa kuchelete habari na kufundisha. Kwa hiyo tunawakaribisha hao wote kuja katika mkutano wetu wa mwaka huu ambao utaf utafanyika pale CBC Dodoma kwenye chuo chetu cha Biblia pale, lakini pia ni senta yetu kubwa kwa mikutano mbali mbali. Sasa nawakaribisha wanawake kutoka makanisa yetu mengi yaliyoko Tanzania, tunawakaribisha nawakaribisha, nawaalika kama kutiana moyo, pa kusaidiana na viongozi wetu, na tangazo litakuja, mwaliko utakuja, lakini Jitahidi uje huo mkutano tarehe kumi na sita mpaka ishirini mwezi wa sita gamano kongamano idara ya wwk chini ya mkurugenzi mkuu wa taifa mchungaji faraja hamuri na kamati yake wamekuandalia kongamano la miaka 13 ya moto wa uamsho litakalofanyika cbc dodoma kuanzia tarehe 16 hadi tarehe 20 mwezi juni mwaka 2025 wanenaji wazuri waliojaa nguvu za mungu watakuwepo ikiwa ni pamoja na stefano Jordan kutoka marekani na wenzake paula badwin amikupa na alicia kava ada kwa siku zote itakuwa kama ifuatavyo: shilingi laki moja na elfu thalathini kwa wajumbe wa bodi, shilingi laki moja na kumi kwa baraza la sehemu, na elfu tisini kwa wajumbe wote wa mkutano. Na cha kufurahisha zaidi, ada imepunguzwa kwa wale watakaojitegemea malazi, ambapo wajumbe wa baraza la viongozi wa sehemu watalipa shilingi elfu themanini na tano tu badala ya shilingi laki moja na kumi, na wajumbe wote wa mkutano watakaojitegemea malazi kulipa elfu sitini na tano badala ya elfu tisini. Ewe mtumishi wa Mungu, wawezaje kuli sa kongamano nzuri namna hii, hii siyo ya kukosa. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba zifuatazo 0619742174. Wanawake wote mnakaribishwa, ni mwezi maalum sana kwa mkutano wa WWK wa Taifa. Tunapata wanawake kutoka Marekani ambao tuna washirika wetu wa kanisa letu nalotokana na wamishonari na wengine wa na wengine wa wa wanakuja kwa ajili ya kufundisha au hata ushirika na sisi tu. Kwa hiyo na kualika hata wewe mwanamke wa Tanzania asema kanisa letu popote, jitahidi jiandae, usaidiwe na kanisa au usaidiwe na idara yako usafiri kuja kusikiliza mkutano wa WWK. Peruzi na nytv kiganjani mwako. Sasa je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone nytv ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo, utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na nytv Unangoja nini sasa? NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo 712455252 au 688131914. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.